Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmani rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu, karibu katika vipindi vyetu, vipindi ambavyo vinahusu maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa, wa Ahmadia Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam wa Kadiani. Katika vipindi vilivyopita, tumejifundisha mambo mengi sana kuhusiana na maisha haya masafi ya Seina Ahmad alaihi salatu wassalam. Bado kuna watu ambao wana maswali kadhaa kuhusiana na maisha yake. Kwa sababu gani alipodai Masihi Maud alaihi salatu wassalam alipopewa ufunuo na Mwenyezi Mungu ya kuwa yeye ni nabii, yeye ni mujadid wa zama, basi alipata upinzani kadhaa, alikuwa na wapinzani wengi zaidi. Lakini tunajua ya kuwa mitume wanapotumwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bila shaka wanakuwa na wapinzani. Katika hadithi fulani ambayo ni sahihi Muslim, imesimuliwa ya kuwa Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam alisema kuwa al-anbiya'u ikhwatun min alatin wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid, ya kuwa hawa mitume ambao wanatumwa na mwenyezi Mungu ni ndugu moja, wao ni ndugu, na baba zao ndio tofauti, na mama yao, lakini dini yao ni moja. Hii ina maana ya kuwa yale ambao wanaleta hawa mitume imetoka kwa Allah subhanahu wa Taala. Kwa hivyo hizi shutuma ambao walimshutumu nayo mwanzilishi wa jumuia ya waislamu wa Ahmadia, mashtaka haya tutajibiwa na wageni wetu hapa studio. Siko peke yangu, ninao wageni ambao watatufundisha maisha haya matakatifu ya Seina Ahmad alaihi salatu wassalam. Karibuni. upande wangu wa kulia ninaye Mwalimu Muhammad Oponyo Saib. Karibu katika studio yetu. Asante sana bwana mtangazaji. Vile vile ninaye Mwalimu Nasir Juma Sahib, naona anabashasha sana kwa studio yetu. Karibu sana katika studio. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, bila shaka kama vile nilivyokuwa nikieleza mtazamaji mpendwa, kule ya kuwa Mwenyezi Mungu anapotuma mitume basi wanakuwa na wapinzani. Je, katika historia tunaweza pata upinzani wowote katika mitume hawa waliotumwa na Mwenyezi Mungu? Asante ah, sana bwana mtangazaji. E, historia inabainisha kwamba na inashuhudia kwamba mitume pamoja na watawa wa Mwenyezi Mungu walipitia shutuma mbalimbali kutoka kwa wapinzani wao, na waliitwa kwamba walikuwa ni wachawi, walikuwa ni wazimu, walikuwa ni watu wenye kupenda fujo, miongoni mwa shutuma mbalimbali ambazo walipata kutoka kwa wapinzani wao hata vile yule ambaye ni mbora wa mitume Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye tunaona kwamba hakuachwa nyuma katika shutuma hizi, bali naye pia akatuhumiwa kwamba alikuwa ni mtu tapeli ambaye alipanga kujifaidisha kwa kueneza mafundisho ya uongo. Na baadhi ya waandishi wanasema kwamba alikuwa ni mtu aliyepagawa na alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mpinga Kristo na kadhalika. Lakini tukichunguza maisha yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapata kwamba hizi tuhuma zilikuwa ni za uongo na maisha yake alikuwa ni safi kabisa. Kwa hivyo maisha yake masafi ya mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pia yeye mwenyewe alipata wapinzani ambao walimtukana, walimwita tapeli. Ni kweli. Kwa hivyo mtume yoyote akiitwa tapeli basi sio hoja, ama vipi, Malim Sahibu? Naam, kusema ukweli ni kwamba e, shtuma ambazo kwamba alipewa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pia tunazikuta kwa Nabii Isa alaihi salamu, ambaye alipata mashtaka hayo hayo kwa kikundi cha viongozi wa Kiyahudi, ambao alisema kwamba yeye aleta mafundisho ya kufuru. Na kupitia hilo tunakuta kwamba hii ni desturi ambayo ilikuwa ikipatikana, ingawa katika Qur'ani Tukufu tunaona kwamba maisha yake yalikuwa Matukufu kabisa. Kwa hivyo tukichunguza vile vile, tutapata wale mitume ambao walikuja hata kabla ya Isa alaihi salatu wassalam, walipitia hali ile ile, ama vipi mwalimu Saibu? Ni kweli bwana mtangazaji, na tunaona hata leo yeah, kwamba sina Ahmad alayhi salatu wasalam hm, baada ya kutangaza kwamba alikuwa ni mjaddid wa zama na mtume aliyetumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye hakuachwa nyuma katika shutuma hizi mm, bali tunaona katika vitabu na historia kwamba naye akadimbikiziwa shutuma za kila aina, kwamba akaitwa kadhaa akaitwa hiki na kadhalika. Kwa hivyo linadhibitisha wazi kwamba naye sina Ahmad alayhi salam pia alikuwa ni mtume mkweli sawa na walivyotuma wale wengine, na tunaona kwamba naye pia akashutumiwa na wapinzani vile vile. Kwa hivyo shtuma inaeleza ukweli wa Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam, na pia mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam alitabiri ya kuwa atakapodhiri huyu, uh, Masihi Maud alayhi salatu wasalam, basi vile vile atapata wapinzani. Je, katika historia wale ambao wamebobea kielimu katika Uislamu ambao wanaitwa wanazuoni Je, pia walitoa utabiri yoyote kuhusiana na wapinzani wahuyu, wa huyu mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadi atakapofika? Na asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli ni kwamba eh, katika maandiko matakatifu na vile vile kupita kwa wanazuoni ama maulama ilitabiriwa kwamba Imam Mahdi alayhi salamu atakapofika pia naye atapitia upinzani. Kwa mfano katika kitabu Maktubat, eh, Imam Rabbani juzuu ya kumi na moja ukurasa wa 55, na imeelezwa kwamba zama ambapo atafika Imam Mahdi alaihi salam, maulamaa wa Kiislamu watamkataa na watamchukulia kinyume cha mafundisho matukufu ya Qur'ani na pia vilevile vile watamchukulia kwamba anafundisha kinyume cha suna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hili lilitimia kabisa wakati ambapo Imam Mahdi alipokuja kudai dai lake hili, ilisemekana kwamba yeye ni sawasawa kwamba ameanzisha mafundisho e, mapya na ni dini mpya. Kwa hivyo hili lilitimia kabisa pia vile vile katika kitabu kingine ambacho ni ma, e, kinafahamika sana Iktirabu Saa, kitabu ambacho kinaelezea habari ya saa ya kufika Imamu Mahdi alaihi salam. e, katika kitabu hiki ukurasa wa 244 imeelezwa kwamba wakati ambapo Imamu Mahdi alaihi salam atafika, maulamaa wa Kiislamu Wata, wat, watamgeuka ama watakuwa wapenzani watakuwa wake wakubwa, na watapanga mpaka njama za kutaka kumuua, kwa sababu wanadai kwamba mafundisho yake yamekuja kuharibu imani yao. Pia vile vile katika kitabu kingine cha ja hujajul kirama ukurasa wa mia tatu na sitini na tatu imeelezwa na bwana mmoja ambaye kwamba anaitwa Nawab eh, Siddiq Hassan Khan akasema kwamba wakati ambapo Imamu Mahdi alaihi salamu atafika hmm, maulama wa Kiislamu eh, wataungana wata pamoja wakati ambapo ataanza kampeni zake za kufufua e, sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kufufua mafundisho ya Kiislamu, basi wataungana pamoja maulamaa na wanazuoni wao na wazee ambao kwamba wanawasikiliza katika mashauri yao, watasema huyu Imam Mahdi amekuja kuharibu Uislamu, amekuja kuharibu familia ya Kiislamu, na hata kwa, kwa madesturi yao watadai kwamba Imam Mahdi alaihi salam ni kafiri. Hivyo shutuma ambazo zimewekwa dhidi ya Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam sio tu ilitabiriwa na Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasalam, bali pia wale wanazuoni ambao wamebobea katika Uislamu pia walitoa utabiri hii na pia imetimia. Ni kweli bwana mtangazaji, na, na si hao tu tunaona pia wataalam wa, wa, na watawa mbalimbali walitoa tabiri hizi kwamba Imam Mahdi atakuja kupingwa. Shekh Muhyudin Ibni Arabi rahimahullah ambaye alikuwa ni walimu kubwa wakati wake, naye anasema kwamba atakapofika Imam Mahdi basi maulamaa ndio watakaokuwa upinzani wake wakubwa. Tunaona kwamba shutuma hizi zote na upinzani huu unadhihirisha ule utabiri wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yes, yes. watawa hawa watakuwa ni watu wabaya na katahadharisha Waislamu dhidi yao. Basi kama hii zote zilitokezea, basi kwa sababu tunaona ya kuwa sisi waislamu tunategemea kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho ni Qurani Tukufu. Je, kuna ushauri wowote ambacho imo ndani ya Qurani Tukufu inaeleza ni namna gani ambayo tunaweza toa vipimo vya wale manabii wa kweli? Ni kweli kabisa, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala katika Quran ameweka kigezo cha kupima mdai yoyote wa ukweli, na amesema kwamba mdai yoyote aangaliwe maisha yake ya kabla ya kudai kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu, kwamba yalikuwa ni maisha aina gani. Kama huyu mtu alikuwa ni mtu mwenye maisha safi, alikuwa ni mcha Mungu, maisha yana doa, basi na akafika mahali kwamba akadai kwamba akatumwa na Mwenyezi Mungu, basi mtu kama huyu hawezi kuwa mkweli. Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu ya kwamba, katika sura Yunus sura ya kumi aya kumi na saba. Baada audhu billahi min ashaitani rajim qul lau shaa allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi fakad labistu fikum umran min kablihi afala takilun, yaani sema kwamba kama Mwenyezi Mungu angependa nisingewasomea katika haya, wala nisingewaonyesha katika hayo, na nimeishi miongoni mwenu umri mrefu. Basi je, hamfahamu? Kwa hivyo unaona kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anasema kwamba kigezo kikubwa cha mdai yote au nabi yote ni kupata ufunuo au wahi na sina Ahmad alayhi salatu wasalama anadhibitisha ile kwamba yeye naye akafaidika kutoka na wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akatoa tabiri mbalimbali za haibu ambazo watu hawakujua bado, na zikatimia wakati ule na zinaendelea kutimia na bado zitatimia inshaAllah. Kwa hivyo inadhibitika wazi kwamba sina Ahmad alayhi salatu wasalama naye alipata msaada wa Mwenyezi Mungu, alitumwa na Mwenyezi Mungu na akapata wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo una unasema ya kuwa lazima tuchunguze hasa maisha ya mwanzilishi wa jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya kabla hata hajadai ya kuwa yeye ni mtume. Ni kweli, asanti sana. Na Mwalim Saib, vipi kuhusiana na udai wa mtume Mtume Muhamad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yeye tumeelezwa ya kuwa kabla hajadai yeye ni mtume, pia yeye alikuwa ni mkweli. Je, kuna uthibitisho yoyote ambayo inathibitisha ya kuwa pia yeye maisha yake kabla ya utume yalikuwa ni safi, na kusema kweli ni kwamba haya madai ambayo yalitolewa na wapinzani wa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, ambayo ilikuwa ni shutuma ambazo zinajaribu kuonyesha kwamba yeye ni muongo, zilipatikana pia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hali ambayo inataka kufanana kabisa, kwa sababu eh, zama Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa eh, katika maisha yake safi marafiki zake walimpongeza na walimsifu kabla ya, ya, ya, kabla ya hajatoa madai yake, lakini walimjua wali, wali kama mtu ambaye kwamba ana sifa njema, ni mtu ambaye kwamba ana uaminifu na ni mtu ambaye ni mkweli. Mpaka kuna wakati ambapo wao wenyewe walimpatia majina kama aswidik, yani mkweli, pia vilevile wakampatia majina kama alamini, ambaye ni mwaminifu. Lakini wakati alipoweka dai lake kwa nabii wa Mwenyezi Mungu, hapo ndipo waligeuka na kumkataa. Kwa hivyo hii inaonyesha wazi kwamba hali hizi zinafanana na zinaonyesha namna gani ukweli wa masala hidiwa na ukweli wa Muhamad sallallahu alaihi wasallam, nabi wetu katika Islam. Naam, tumeona pia ya kuwa hata katika vipindi vilivyopita tulielezwa uh, yule ambaye alikuwa ni adui yake mkuu ambaye anaitwa Husein wa Batala alitoa ya, rai ya kuwa kabla ya jadai alikuwa mtu mkweli, mtu mzuri, ambaye inafaa Waislamu waige nini, waige mwenendo yake. Naam, tukiangalia katika maisha yake pia alikuwa na marafiki mwandani wa karibu sana. Kunaye historia yoyote ambaye inasema ya kuwa yule ambaye alikuwa karibu na yeye alitoa rai ya kuwa huyu ni nabii wa kweli? Ni kweli, bwana mtangazaji, Saidina Ahmad alaihi salatu wassalam, maisha yake pia aliishi katika jamii na kuna wale alioishi nao ambao walimwona akikuwa tangu alipokuwa mtoto mpaka kijana mpaka mtu mzima, na wanashuhudia kwamba maisha yake yalikuwa ni safi. Moja wa wandani wake wa karibu ni huyu Sheikh Sufi Ahmad Jan mm, kutoka Ludhiana ambaye alikuwa ni mwandani wake wa karibu yeah. Yeye anashuhudia, anaandika katika maandiko yake kwamba Mirza Saib akiandika wakati ule kwamba Mirza Saib ana umri wa miaka 40 au 45 hivi. Na anasema kwamba ni mtu mpole sana, ni mtu mwenye adabu, ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mzuri wa umbo na uso wake unaonyesha kumpenda Mwenyezi Mungu na anasema na, kwamba nasisitiza kwamba huyu ni mjadidi wa zama kitu muhimu tujue ni kwamba wakati Sufi Ahmad Jan akiandika haya, Sidna Ahmad alayhis salam alikuwa bado hata hajadai kwamba ni Mamahdi, lakini kuna kitu huyu Sufi aliona katika, katika Sidna Ahmad alayhi salatu wassalam, kama wahi akijua kwamba huyu lazima atakuwa ni, ni, ni mjadidi. Na anaendelea kusema kwamba wakati kama huu hautakuja kuadia tena. Akasema jihadharini basi, kwamba wakati wa majaribio umefika, kwa sababu harakati za kiungu zimeanzishwa na mtu, kiongozi ametumwa kamili na hoja dhabiti ambazo zinang'aa kama jua ili kuwaongoza wenye kutafuta mwangaza na kuwatoa kwenye, kwenye giza na, na ni ana hoja kali kama upanga dhidi ya wapinzani wa, wa, wa, wa Kiislamu. Kwa hivyo huyu sufi anaelezea ana yale maisha ya Sidna Ahmad alahi salatu wasalam, na ni mtu aliyemshuhudia akikua na vile vile kuna mwandani wake mmoja wa karibu ambaye ni Surajudin ambaye ni babake yule mhariri wa gazeti la Zamindar ambaye ni, ni, ni Maulvi Safar Ali Khan ambaye naye pia anaeleza na anasema kwamba ushahidi huu naotoa ni wa macho, ni wa kuona kwamba Sayyidna Ahmad alaihis salatu wassalam alifanya kazi wakati mmoja ya, ya ukarani anasema na na al kwamba, kwamba, kwamba huu ni ushahidi wa kuona na macho. Kwa hivyo naweza kuona kwamba Sena Ahmad Alislam bado ni kijana alionyesha maisha safi; amekuwa mtu mzima miaka 40 alionyesha maisha safi. Kwa hivyo wale waliomuona wanashuhudia kwamba aliishi maisha safi ambayo haina doa. Kwa hivyo licha ya kuwa maisha yake ilikuwa safi, bado wapinzani wake pia walibado walileta shutuma dhidi yake. Naam, Qurani ndio tunaitegemea hasa kabisa kabisa sisi Waislamu. Chochote ambacho tukiwa nayo na tashwishi, tunaelezwa na mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam tukimbilie nini? Tukimbilie Qurani tukufu na, na. Je, kuna aya zozote ambazo pia zinapeana kipawa mbele kuhusiana na unabii ambayo yule ambaye anakuja kama nabii ukweli wake. Naam, asante eh, sana kwa swali hilo. Ni kwamba katika Qur'ani tukufu imeelezwa na imebainishwa ni namna gani ambavyo tumfahamu nabii mkweli na imeelezwa kwamba wakati nabii anapofika sehemu ya ukweli wake ni kwamba Mwenyezi Mungu hata hatamwangamiza baada ya madai yake, pia ataendelea kumpatia msaada wake, na pia vilevile vile ataendelea kumpatia ufunuo wake, lakini pia atashinda katika e, juhudi zake. E, Mwenyezi Mungu alimweleza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani, katika sura ya 69 Suratul Haqqa, katika aya ya 45 mpaka 48, imeeleza kwamba walau taqawala alaina ba'd alaqawil la akhadhna minhu bilyamin thumma laqatana minhu lwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Katika aya hii e, Mwenyezi Mungu anasema kwamba lau angebadilisha sehemu ya, ya, ya, ya maneno yetu, basi tungemshika kwa mkono wetu wa kuume na tungemkata mshipa wake wa moyo, wala hakuna yoyote miongoni mwenu ambaye angezuia hili kutokea ama angemsaidia. Hii inaonyesha wazi ya kwamba jinsi ambavyo E, mtume wetu Muhammad salam alipata ufaulu ama alipata kuendeleza mafundisho ya Kiislamu mpaka akapata ushindi na hakuangamizwa. Hii inaonyesha kwamba alikuwa nabii mkweli, na tukiirudisha hii kama kigezo cha ja kupima unabii wa Imamu Mahdi alayhi salam, yeye pia wakati alipodai kama angekuwa ni nabii mwongo, Mwenyezi Mungu angemwangamiza. Lakini tunaona namna gani kwamba Mwenyezi Mungu aliendelea kumsaidia na kumpatia funuo za, za, za, za kuendelea kusaidia kazi yake na pia alipata ushindi katika kazi yake. Mpaka leo tukiwa sisi ni wanajumuiya katika Ahmadiyya, sisi tumepata kuona utabiri huu ukitimia kwa kufika ujumbe huu kwetu pia vilevile. Vile katika aya nyingine katika sura ya sabini na mbili, Suratul Jin, aya ya ishirini na eh, 27 mpaka 28 imeeleza kwamba alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul, Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa siri na siri hii haifunui isipokuwa kwa wale ambao amewachagua na aliwaridhia katika mitume wake. Hii inaonyesha kwamba nabii mkweli itaonekana kwake ufunuo ukiendelea, na akiendelea kupata msaada wake, vile ambavyo ilidhihiri kwa, kwa, kwa, kwa Imam Mahdi alayhi salam, kwamba aliendelea kupata ufunuo wa ushindi na ika, ikaonekana kwamba yeye anaendelea kupata msaada wa Mwenyezi Mungu, ilidhihirisha waziwazi kwamba yeye ni Masihi wa ukweli katika zama hizi, na alipata e, msaada wa Mwenyezi Mungu, na yeye alipata e, kuingia katika kipimo hiki cha aya hii kwamba ni nabii mkweli katika wakati huu. Asante sana. Tunaelimika sana kupitia maisha haya mazuri ya maisha matakatifu ya Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam. Na Mwalimu Saib, tukiangalia kwa umbali kidogo katika vipindi vilivyopita tulielezwa ya kuwa Masihi Maud alayhi salatu wasalam alidai ya kuwa yeye ni mujaddid, yeye ni nabii Je, kulikuwa na alama yoyote ambayo inaunga mkono dai lake licha ya upinzani? Asante sana, bwana mtangazaji. E, ibainike kwamba Sina Ahmad alaihi salatu wassalam, mara alipotangaza kwamba alikuwa ni Masihi aliahidiwa, upinzani ulizuka mkubwa sana, kutoka kwa maulamaa wa Kiislamu, kutoka kwa viongozi wa Kikristo, kutoka kwa Maari ya Samaj. Sina Ahmad akiwa peke yake akasungukwa na, na upinzani mkubwa kama huu, ambapo ulionyesha kidhahiri kwamba labda angeshindwa katika kazi yake, lakini akasimama imara na akatangaza kwamba sikilizeni, enyi watu, kwamba hili ni tangazo kutoka kwa yule ambaye ni muumba wa mbingu na ardhi. Ana, anatangaza kwamba atasambaza jumuiya jum hii katika mkoa wote na kwamba ataifanya ishinde zingine zote na kwamba atavunjilia mbali yote atakayejaribu ku, kupinga jumuiya hii. Vile vile Saidna Ahmad alaihis salam akaendelea kutangaza kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba atasambaza jumuiya yake katika kila sehemu na kwamba atalitangaza jina lake, atainua jina lake lijulikane sehemu zote. Na tunaona kwamba akitangaza mambo haya, Saidna Ahmad alaihis salam alikuwa peke yake, wala hakuwa ametuma mbashiri yoyote au mishonari yoyote katika nje ya India, India wala vitabu vyake havikujulikana sana nje ya India, lakini anatoa tangazo kubwa kama hili. Na leo tunaona, bwana mtangazaji, kwamba sawa na utabiri wa sana Ahmad alayhi salatu wasalam, leo wabashiri wa jumuiya wa Islamu Ahmadiyya wanapatikana kila sehemu ya dunia na jina lake linatajwa kila mahali. Namna Mwenyezi Mungu alivyotimiza huu utabiri ni kwa namna ya ajabu sana. Na vile vile sana Ahmad alayhi salam akaeleza kwamba sawa na utabiri wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba atakapokuja Imam Mahdi kwamba kutakuja hii ishara kubwa ya kupatwa kwa jua na na mwezi na kweli alipofika sena Ahmad alahi salatu wassalam, ili kumsaidia katika umahadi wake Mwenyezi Mungu akatimiza bishara hii. Na vilevile sna Ahmad alahi salam alikumbusha kwamba bwana mtume sallahu alahi wasalam alishataja kwamba kila karne Mwenyezi Mungu atatuma mujaddid atakayekuja kuiuisha dini na akasema kwamba katika karne ya kumi na nne yeye ndiye aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kufanya kazi hiyo, na akasema kwamba sawa na utabiri wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Mwenyezi Mungu hangemchagua yeye, basi bila shaka angetuma mtu mwingine. Kwa hivyo kwa kauli za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Saidna Ahmad alaihis salam, akatangaza kwamba yeye ndiye mujaddidi wa zama, na kwa hivyo tunawaita, tuna wale ambao wanampinga Saidna Ahmad alaihis salatu wassalam, kwanza kwa, waache upinzani bali wajiunge na, na, na mujaddidi wa zama wa, wa, ili wapate ile faida kutokana na ubashiri wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, umenikumbusha katika vipindi vilivyopita tulielezwa ufunuo moja wa mwanzilishi wa jumuia ya Waislamu wa, wa Ahmadia ilikuwa ya kuwa Mwenyezi Mungu alimhakikishia ya kuwa mimi nitafikisha, nitafikisha ujumbe wako kwenye pembe zote za dunia, lakini okay. Tukiangalia hivi sasa tunaona ujumbe wa Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam umeenea katika kila nchi, okay. Je, hii inaleta uthibitisho gani kuhusiana na utabiri ambayo walikuwa wametabiri mitume wa kabla Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam na hata wanazuoni vile vile mlivyotueleza. Naam, kusema ukweli ni kwamba eh, kutimia kwa utabiri ambao nabii anautoa, hmm, baada ya kutangaza dai lake kama nabii inatia nguvu kwa kuaminiwa kwake, kwa sababu unabii ambao anapatiwa na Mwenyezi Mungu, watu wengine wa kawaida wataweza kuelewa wakati ambapo atatoa utabiri juu ya kitu fulani kufanyika na kikafanyika, ama jinsi ambavyo anafunuliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, hii tunaona kwamba inasaidia kabisa kuonyesha ukweli wa madai yake. Kwa mfano, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam yeye alitangaza ama alitabiri ya kwamba jumuia ya Waislamu Ahmadia itaenea ulimwenguni kote, na wakati akitangaza hivi ilikuwa ni mwanzo wa madai yake kabisa, hata ilikuwa bado eh, madai yake hayajatoka nje ya kijiji chake. Sasa angalia katika miaka tuliyoko sasa hivi ni eh, muda kiasi gani ambao umepita na tunaona kwamba sisi tumepokea jumuiya hii kutoka katika nchi za Afrika. Hii ni kuonyesha kiasi gani ambavyo utabiri wake ulikuwa ni wa ukweli pia vile vile alisema kwamba zama itafika ambapo heshima ya Kiislamu itafufuka. Na tukiangalia kabla Masiha alihidiwa alayhi salam afike, ulikuwa Uislamu umechafuliwa na maulamaa wa Kiislamu kwa vitendo na, na namna mbalimbali ya hali ambazo watu walikuwa wanaogopa kuingia katika Uislamu. Lakini sasa hivi tukiangalia katika dunia, wanatambua Uislamu na heshima yake kupitia jumuiya hii yetu ya Ahmadiyya, na hii ilifanyika kupitia utabiri ambao wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salaam <tosimu> <tosimu> eh, tukiangalia sasa hivi eh, tukitaja slogani yetu ya Love for all hatred for none, yaani upendo kwa wote chuki si kwa yoyote. Hata kwa kuandika tu katika mitandao itakuletea tu jumuiya Ahmadia. Kwa hivyo hii ni kuonekana imetambulika kwa namna ya kiasi kikubwa sana. Vile vile kwa kumalizia, ni kwamba katika swali hili ni kwamba eh, katika utabiri ambao aliutoa eh, Masihi aliyeahidiwa alisema kwamba kupungua kwa idadi ya Wakristo pia itaonyesha ni namna gani utabiri huu natimia na tukiangalia katika nchi za Ulaya, nchi za, za, za, magharibi, za, magharibi ambazo Ukristo ndio ulikuwa mwingi sana hasa hivi katika kila e, jalisa salana, wakati ambapo e, e, khalifa wetu mtukufu, Mwenyezi Mungu amsaidie kwa, kwa, kwa, kwa msaada wake mkubwa, anatoa habari kwamba Waislamu wa, wa yaani watu wamesilimu, na tukiangalia idadi yao kubwa ni Wakristo ambao ni wapasta, ni mapadri. Hii inaonyesha ni kiasi gani ambavyo utabiri wake ulitimia na inashawishi pakubwa kwa anayetafuta ukweli kwamba Imam Mahdi alayhi salam hadithi za Mirza Ghulam Ahmad katika e, utabiri wake ilionyesha kwamba yeye ni Mahdi wa ukweli katika zama hizi. Asante sana kwa mafundisho mazuri sana kuhusiana na maisha mazuri matakatifu ya Sayyid Ahmad alayhi salatu wassalam na nimeonelea ya kuwa um, nyinyi mmeingilia kwa undani kwa kina sana kuhusiana na ukweli wa Saina Ahmad alaihi salatu wassalam, ukifananisha Saina Ahmad alaihi salatu wassalam kufika kwake na pia kufika kwa mwanzilishi wa Uislamu ambaye ni Muhamad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asanteni sana kufika katika studio yetu, na pia nawaomba mweze kufika katika studio yetu katika vipindi vinavyokuja ili mweze kutuelimisha kuhusiana na maisha matakatifu ya Seina Ahmad alaihi salatu wassalam, ikiwemo shutuma mbalimbali mbali ambazo wapinzani wanaleta, kwa sababu shutuma hizi zinaendelea mpaka waleo, wale ambao ni wafuasi wa wapinzani hawa bado wanaendelea kutoa zile shutuma. Lakini kwa kitu kizuri ni kuwa mafundisho haya na vipindi hivi vinawapatia maisha mazuri wale ambao wanaangalia vipindi vyetu. Asanteni sana kufika katika vipindi vyetu, asante. Naam, ndugu mpendo wa mtazamaji, wakati haita turuhusu tuendelee, lakini kwa hakika tumejielimisha vizuri sana kuhusiana na maisha matakatifu ya Seina Ahmad alaihi salatu wassalam. Kwa hivyo tutaendelea na vipindi hivi na wageni hawa wataeleza kwa kina shutuma hizi zimetokezea wapi na ni vipi? Je, ni ukweli shutuma hizi dhidi ya mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam? Kuwa nasi katika vipindi vinavyokuja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.